Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa kama mkoa tumeweza kupokea madaktari bingwa wa Dkt. Samia Mentorship, ambayo kwa sasa inafanyika kama awamu ya nne kwa mkoa wetu wa Kagera, na jumla tumepokea madaktari bingwa lakini pia na wabobezi na pia wauguzi ambao jumla ni 48 na hao wote wamegawanyika katika makundi nane kutokana na halmashauri zetu za wilaya zilivyo na watafanya kazi katika hospitali zetu za wilaya ambapo sisi kama mkoa lakini pamoja na halmashauri tumekuwa tukiwatangazia wananchi uwepo wa huduma hizi za kibingwa na kibobezi katika mkoa wetu. Kwa hiyo kama mkoa tumewapokea sasa hivi asubuhi, na tayari magari kutoka halmashauri yameshafika na sasa wanaelekea katika halmashauri, katika zile hospitali ambazo zimeandaliwa kwa ajili yao kuweza kuwahudumia wananchi kwa sasa. Hii ni kambi ya awamu ya nne, lakini tumeshafanya makambi matatu nyuma, na tuliweza kuhudumia wananchi ambao walipata huduma zaidi ya elfu sita lakini pia kuna wananchi 495 ambao walipatiwa huduma za upasuaji, lakini pia kuna wananchi 122 ambao walipatiwa rufaa kwenda ngazi ya juu zaidi. Sasa mfanyikaji wa mpango huu hapa unasaidia kusogeza huduma za kibingwa na kibobezi kwa wananchi wetu. Kwa hiyo inawapunguzia gharama ya kuweza kupata huduma zile, lakini pia kupunguza ma m -m -vifo vitokanavyo na magonjwa mbalimbali katika mkoa wetu. Kwa hiyo tumewapokea leo. Rai yangu kubwa ni kuwahimiza wananchi uwzwtsh4 wengwa uwzwa kwa pia atasema kwamba huweza kujitokeza kwa wingi wale wote ambao wanahitaji huduma za kibingwa na kibobezi. Lakini mwananchi yote ambaye anataka kufanyiwa uchunguzi anakaribishwa, karibuni sana. Tumekuja madaktari na wauguzi kwa idadi, tuko 48 na tutakuwa kwenye halmashauri zetu nane zote za mkoa wa Kagera. Zoezi hili ni zoezi endelevu kutoka kwenye zile program zilizopita za phase 1, phase 2 na ile third phase ambayo tumeifanya, lakini huu ni mwendelezo wa kusogeza huduma kwa wananchi kama ambavyo eh, Mheshimiwa Rais amekuwa akijipambanua hilo, lakini tutawafikia wananchi wengi na tunawakaribisha. Tuko madaktari bingwa na wauguzi wa bobezi katika nyanja tofauti tofauti. Tuna madaktari bingwa wa kinywa na meno tuna madaktari bingwa wa upasuaji bobezi kabisa, pamoja na magonjwa ya mkojo kwa kina baba, lakini tuna madaktari bingwa idara ya, ya watoto kwa maana pediatrician. Lakini tuna madaktari bingwa kwa magonjwa ya ndani kwa maana ya internal medicine, lakini tuna obstetrician gynecologist kama idara ya magonjwa, magonjwa ya kina mama ama wanawake na uzazi, lakini pia tuna wauguzi bobezi kama nilivyosema, bila kusahau E, taaluma adhimu kabisa ya madaktari bingwa wabobezi kwenye idara ya, ya, ya usingizi na ganzi salama. Kwa hiyo tutahakikisha tunawafikia wananchi katika e, e, halmashauri zetu kwa mapana yake. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi katika hospitali zetu za wilaya tajwa hizi nane tulizonazo, mjitokeze kwa wingi na mfike muweze kupata huduma hii tembezi ambayo ime, imeletwa na, na, na Mheshimiwa Rais kwa uzamini wake kabisa lakini pia kutakuwa na, na, na, na operesheni tofauti tofauti, kulingana na, na magonjwa ambayo yatatambulika na zitafanyika pale pale kwenye hospitali zetu za wilaya.